Asa, wakati nilikuwa nimeenda nimeketi kuna sehemu tu tunaketi tukiongea tu kwa duka. Kuna benki hapo nje. Ilikuwa mwendo wa saa kumi na mbili ikielekea saa moja hivi na robo. Nilistukia tu marisasi yakipigwa papapapa kutoka nyuma yangu. Kuna kisima hapo cha fuel. Sasa, ni kama hawa jamaa nasikia walikuwa wanakuja kutafuta hiyo pesa kwa hiyo kisima. Hata huyo mjamaa walimkata. Sasa kupiga ile marisasi yao kihorera watu walianza kukimbia. Sasa kwenda kuangalia nyuma hivi, nakimbia nikapigwa risasi ya ya mguu wa kushoto hapa kwenye tako hivi ikapita. E, sasa wakati narudi, nigeuke nikimbia kwenda pande ile, nikasukia tena no na nichapa pande hii mguu wa kulia ikaingia. E, hapa kwa spinal cord. Walikuwa majambazi tano walikuwa na bunduki mbili na mapanga. Ninaona ningekuwa sikae ni, ni, ni sehemu niende sehemu mwingine hudumiwa, turetewa polisi lakini sionipu, kasi ambayo wanafanya kasi yao ni kulala, wanalala na kubora watu pesa. Watu wa machanga ndio wanajua kubora.